Katika maadhimisho ya Siku ya Mtoto wa Afrika yaliyofanyika katika tarafa ya Makere, wilayani Kasulu, chini ya uratibu wa pamoja kati ya shirika la World Vision na serikali, watoto hao pia wameeleza kuwa malezi ya mzazi mmoja hasa wa kike maarufu kama single mother, yamekuwa kikwazo kwa baadhi yao kufikia mafanikio yao ya kielimu. Unakuta mtoto anataja ha, shida yake na mzazi naikata. kuwa naikataa, ile inaleta kuwa, huwa inamjengea fikra ya kujua kwamba yule sio mzazi wake, ni kama yule sio mzazi wake, ile mwisho inapelekea kwamba kuleta athari, ni moja wapo kuvuta kutumia dawa ya kulevya. Familia bora ni ile yenye baba na mama, lakini ile kuna ile watu saizi msemo wa sasa wanasema kwamba single mother haipendezi zaidi, baba ni kichwa cha familia na baba ndiye anayeendesha shughuli za nyumbani kwamba hili lifanyike na hili lisifanyike, kama kusomesha watoto, asilimia tisini na nane ninavyoona, wanalolibeba jukumu kubwa ni, wa, ni baba. Baadhi ya wazazi na viongozi wa dini wameeleza umuhimu wa mtoto kupata malezi bora na kuhimiza wazazi kufuatilia kwa ukaribu mienendo na mahitaji ya watoto wao. Mtoto ni mtu muhimu sana, iwapo kwa leo anaweza kaonekana kama kitu kidogo, lakini ni mtu muhimu kwa sababu kesho taifa linahitaji kuweza kumtumia. Tuwe tunaangalia watoto jinsi wanavyokuwa na jinsi watoto wasiende kuharibikiwa na mtoto akishapata matatizo kwamba mtoto amenyanyaswa, ame amepewa ukati wa kijinsia, ufuatilie na ujue namna gani ya kumsaidia huyo mtoto. Kwa upande wake, Afisa Maendeleo ya Jamii wa Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu, Almachius Njungani amepongeza wadau wanaoshirikiana na serikali katika kuimarisha ustawi wa mtoto katika eneo hili. Lakini ni kazi nyingi sana ambazo zimefanywa na shirika la World Vision, na kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya Halmashauri ya Kasulu, tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwamba muendelee kutushika mkono na kuunga a juhudi za serikali. Aidha, mratibu wa mradi wa Buhoma kutoka shirika la World Vision, Esther Mshendwa ameeleza namna shirika hilo linavyoshirikiana na jamii na serikali kuhakikisha watoto wanapata mazingira bora ya kuishi, kujifunza na kukua. Lakini kwa juhudi tulizozifanya kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine mbalimbali, tulihakikisha tunajenga miundombinu kama shule, madarasa na juhudi hizi zimechangia sana katika kupunguza vitendo vya ukatili kwa watoto.